Hayo yamefanyika leo katika Baraza la Madiwani manispaa ya Singida, ambapo wamekaa kikao cha siku mbili kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ikiwemo mbali kupitisha bajeti, ambapo hapa mchumi wa manispaa hiyo anafafanua zaidi. Kuwasilisha mapendekezo ya mpango na bajeti ya halmashauri ya manispaa ya Singida kwa mwaka wa fedha 2026/2027 yenye kiasi cha shilingi bilioni 46 milioni mia tano na nne laki sita hamsini na saba mia nne sitini na tano ili iweze kujadiliwa, kuboreshwa na hatimaye kuidhinishwa kuwa bajeti ya halmashauri kwa niaba ya mkurugenzi naomba kuwasilishwa. Baada ya kupitisha bajeti hiyo, mkurugenzi wa manispaa Singida Joanfaith Kataraia ameapa mbele ya madiwani na viongozi mbalimbali kusimamia bajeti hiyo. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kwa heshima kubwa sisi tuliosimama mbele yako tunapenda kuahidi baraza hili kwamba tahakikisha bajeti hii inatekelezeka, itaisimamia iweze kuhakikisha kwamba inapimika na inaleta matokeo tarajiwa kwa wale tunaowahudumia. Nashukuru, naomba mkaa hima Mstahiki Meya. Hicho ni kiapo chetu kwenu, na tunamwomba Mungu atusaidie. Tutajitahidi kwa kadri tunavyoweza kwa nguvu zetu zote, akili zetu zote, naye kili... Mstahiki Meya wa Manispaa ya Singida Geoffrey Mdama alitoa neno. osi iwaguse wote, kuanzia wa juu mpaka wa chini, osi igawanywe kwa usawa, lakini wa juu mpaka wa chini aguswe na osi kwa usawa, sio mwingine anapokea kingi mwingine anapokea kidogo, mwingine hapokei, alafu kwenye kazi mnataka wote tufanye kazi sawa. Baada ya kikao hicho, baadhi ya madiwani nao wametoa tathmini yao juu ya bajeti hiyo. Yani hiyopithanyu ili katika halmashauri yetu ya maba tongo yetu lakini vibanda mbalimbali chini ya halmashauri akubisho pamoja na usafi ula utato shuru wataka, mambo hayo yote yakizingatiwa kwa ufanisi na hasa stendi kuu ya mabasi yakizingatiwa kwa ufanisi zaidi na kutokuruhusu mianya mbalimbali kupotea ya fedha, ninaamini bajeti yetu tunaenda kutimiza kwa asilimia 100 na kwamba bajeti hii wafikia mpaka wananchi wetu kule chini.